Asante sana, pole na kazi. Mungu ni mwema. Niko hapa Kibande, tunazo tasi kwanza, wanashukuru kwa maji tumepata, namshukuru Mungu. Sasa kushukuru ni kuomba, ninaomba, ninatoa ofa kwenye taasisi tatu: kuna zahanati kuna shule ya msingi Kibande ya Mirambo. Atakuletea, atakuletea kwa maandishi. Mtendaji, ulete vijana wako wapime, tuone gharama ya kuwapelekea maji. Nitawaingiza kwenye matumizi ya fedha ya jimbo ili wapelekewe maji haya. Asante ndio. Haya asante. Pigeni makofi, kesho wanakuja kupima. Haya asante.